Yo, bwana leo kwenye The Fashion Talk tuko na MC Garab miongoni mwa waanzilishi wa ile wanaita hello me, Mr. Light, you know? ya, kuna maswali mawili matatu nataka tumuulize concerning na fashion. Career yako unaihusisha vipi na fashion? Mimi ni MC. MC ni mshereheshaji, unajua, yeah. Master of ceremony unasoma mbele ya watu, yeah. Unajua kabla hujazungumza watu wanatakiwa wapate ile impression ya wewe, unajua eh? Kwa na impression inatokana na muonekano. Kwa hiyo muonekano ama fashion ina nafasi kubwa sana inapokuja kwenye, kwenye swala la, la, la, la industry yangu yeah, na unadhani Zikomo Africa Awards kufanyika hapa Tanzania okay. namna gani inafungua opportunity kwa career yako as MC well, kwanza nimekuwa surprise, nimeona nipo kwenye wall of fame pale yeah. Yeah, yeah, nimekuwa nominated niko pale kwenye wall of fame means kuna zawadi nikachukua tuzo hii yeah. Ni tuzo za kimataifa nafikiri hii ni yeah, yeah, nafasi yeah, yeah, uh, kwa tasnia ya burudani hapa nchini Tanzania yeah, kwa sababu yes, kuna tasnia tofauti tofauti, industry tofauti, kuna, kuna, kuna kiwanda cha burudani uh, nafikiri ni wakati mzuri sasa tuondoke m kama, ni like worldwide, you know? So, mtu ambaye kama nikishinda na kuna muonekano wako leo mimi kwenye kumi chini ya kumi I mean, kumi ya kumi na kupa asilimia kumi na wewe mvaaji. Kwenye outfit yako nadhani kitu gani kikipungua hapo kitafanya outfit iwe board? Ah, hapa kikipungua, nafikiri nikitoa blazer yeah. E, blazer eh, nikitoa hapa nitabadilisha n yani, nitapoa nitapoa yeah. Sana kwa sababu nimeweka ni kitambaa moja, lakini ukiangalia kwa makini bado kuna details za koti ziko hapa hizo nje, zipo kwenye shati you see. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinategemeana. Kwa hiyo lazima koti liwepo ili uweze weze ku complement chapa kiwandani. Unajua unyama tu. Unajua nani kanivalisha? Wanaitwa